Mambo vipi bro? Ah, fresh, yes eh. Hey. Inakwaje hivi? Fresh. Chile bado hajafika tu. Chile hajaja bado nikajua mimi peke yangu ndo nimechelewa bwana. <laughs> Hebu mcheki WhatsApp bro, tushachelewa nisha mcheki kaka. Yaani, amesema tu anakuja eh? Alafu na wewe pia WhatsApp yako ina shida gani kwani? eh? eh? Kwa nini tena maana nimekutumia texti alafu unaona hazijajibiwa wala acha. Eh. Ni kweli unajua, alafu data iko on lakini message zako hazijaingia si? Hapa alafu unajua nini nina MB yani, mimi nina MB za kutosha, huku nimejiunga kifushi kikubwa yani simu bana, yani, unajua sio. oh, wewe tu peke yako, watu wengi wanalalamika, wanatumia message WhatsApp hazifiki simu nyingine. Sasa hebu kwanza hebu nione simu, sioni kwanza kama una MB. Inaonekana huna MB kabisa. Eh? Lakini simu yako hii ipo katika mfumo wa auto update apps ambapo applications zinakuwa zinaji update pamoja na, na vitu vingine eh yeah, yeah, kwa kutumia bando lako bila wewe kuviruhusu. Sasa hicho kitu sio kizuri, kwa sababu mwisho siku MB zako zinakuwa zinaenda sana bila bila kuwa na ruhusa yako. Ngoja nikufundishe namna gani ya kutoa hiyo auto updates katika applications yeah. Uh, unaona hii simu yako, angalia vizuri, unaenda kwenye hapa App Store peleka hizi kulia, unakuja mpaka kwenye settings ya, hapa ukija kwenye settings utaona hapa auto update apps, utabonyeza sasa. Unaona wewe kuzima hii kwa inabidi uzime hapa, ili vitu visio vinaji update bila ruhusa yako. Simple sana kama hivyo. Nashukuru sana bro. Ehe, angalia sasa, siku ukiamua na wewe kununua iPhone kama mimi <laughs> itabidi sasa uende kwenye settings hapa naenda kwenye setting, unakuja mpaka hapa, unashuka chini kidogo, iTunes and App Store. Hapa unabonyeza, ukibonyeza okay, umeona hapo update zimeandikwa, unaiweka izima, kuisha habari okay. Yani simple na rahisi sana, kumbe rahisi kiasi hicho, kidogo tu niseme, ni kwa naibiwa, simple tu tu sana ana, kuna ni na tena, hicho, tushakuzoea bwana. Hamna haribika, tunze tu ni basi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA.